aanavaishirini hiyo madhabahu na ishirini madhabahu na ishirini ninaiharibu, hapo chini ya maji ninaiteketeza, ninaiangamiza kwa jina ya Yesu Kristo, kwa jina ya Yesu Kristo, jina lenye nguvu zote.